Angalia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi amesema maneno makubwa sana mpaka yanaogopesha. Haya, anasemaje Bwana Mtume Muhammad? Anasema Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Maneno makubwa sana haya, na yanasikitisha lakini hatuna budi lazima tuyaseme. Anasema laana: laanallahi alwalidaini hamala waladuhuma ala uquqihima. Subhanallah Anasema Mwenyezi Mungu amemlaani au amewalaani wazazi ambao yani wao ndio wanamtengenezea mazingira mtoto wao awe ni mvunjifu wa heshima yao wenyewe. Mzazi akawa anamlea mtoto huyu, mtoto akawa mwovu baadaye, kwa jinsi walivyokuwa wanamtreat huyu mtoto, kwa jinsi walivyokuwa naye, walikuwa hawamjali, walikuwa hawana habari naye walikuwa wanamtukana ovyo ovyo, walikuwa wanamzushia, wanamsingizia maneno na skendo za aina tofauti tofauti. Sasa hapa mzazi unakuwa umefanya nini tayari? Wewe ndio umemnyanyua, umemsaidia kupanda ngazi awe mwovu. Maneno ya Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alihi wa alihi wasalam anasema huyu mzazi ni mtihani mkubwa.